Ni siku nyingine tutakwenda kushuhudia mtanange mkali wa ligi ya soka Tanzania bara, ligi kuu ya NBC club ya soka ya City ya kulembea inaikaribisha club ya soka Dar es Salaam, Africa, Dar es Salaam, katika mchezo wa, wa pili wa kila timu ah, yes, wa kwamba wanakwenda kucheza mchezo ambao watakusanya alama kuelekea katika msimu huu ambao Yanga ameanza vizuri katika mchezo wa kwanza alipocheza dhidi ya Pamba katika uwanja wa Benjamin Mkapa na kuvuna mabao matatu kwa sifuri katika mchezo huo wa kwanza, na kiyo, mpato jumla mabao matano katika mchezo wa jumla kati ya klabu ya Yanga dhidi ya klabu ya soka ya kutoka nchini Angola moja kwa moja, ni katika mchezo hiyo uh, ya ligi ya mabingwa barani Afrika na kufuzu katika tua nayoweza kufuata. Leo hii siku nyingine, tutakwenda kushuhudia mchezo ambao haujawahi kuwa mchezo uh, yes, wa kawaida, umekuwa ni mchezo mkubwa. Kwa hiyo Yanga wamekuwa wakipambana kwa kiklia, wakihasa kupata matokeo, hususan katika mchezo ambao klabu ya ya Soka ya City, wao huwa wanakuwa nyumbani ngumu kwa upande Yanga kupata matokeo, hususanya mbea City, yeye anapokuwa nyumbani. Kumbuka, katika michezo sita ya mwisho, Yanga hajapata mchezo ushindi katika mchezo wowote, katika mchezo ambao kluy sobeai yeye alikuwa nyumbani na mchezo umekuwa ukiisha na matokeo ya sare, kwa sababu u skya ah, yes, katika mchezo hiyo bea iwameenda sare ya michezo mb... minne, huku akishinda Yanga michezo miwili tu, ambayo yenyewe Yanga akiwa nyumbani mchezo ambao wa mwisho kabisa nakumbuka ni msimu elfu mbili na ishirini na mbili ishirini na tatu ambapo klabu ya soka Yanga ilipata ushindi wa mabao matatu matatu, walienda sare na mabao matatu kwa matatu mchezo kishuhudiwa na kadi mbili nyekundu kwa upande wa klabu ya kwa upande wa klabu ya soka lakini pia George Sengija alikuwa wa kwanza kabisa kupata bao ama kuiandikia uh, bao klabu ya soka ya City dakika ya tatu, lakini baadaye Richardson Ngondi akafunga bao la pili katika dakika ya arobaini na nne lakini pia, dakika ya 53 Richardson Ngondi akafanya mzani kuwa tatu bila mpaka dakika ya 53 mambo yakawa ni tatu bila, dakika ya 64 Bernard Morrison akaanza kuiandikia klabu ya soka Yanga bao la kwanza, lakini pia baadaye Bakar Showboy akafunga bao dakika ya 69. Jesus, uh, Hassan Nasor akapata kadi nyekundu dakika 87, lakini pia na Jesus kukaper Moroko kwa wakati huo, pia naye akapata kadi nyekundu. Bernard Morrison dakika 90 anaisawazisha klabu